Kama nilivyokuambia leo, mguu wangu leo hapa umetia kambi ya Tegeta Kids, hapa maeneo ya Tegeta. Sasa bahati nzuri sana nimezungumza na wengi lakini siwezi kuondoka hapa bila kuzungumza na teacher mwalimu mwenyewe, na teacher niko naye hapa teacher. Kwa lakini salama kabisa bana, una maua yako mengi sana. Kila nikizungumza ili teacher ongea naye ili yeah. Teacher ongea. Bana, heshima hapa iko juu sana. Ah, kweli ndugu yangu. Kweli kabisa. Nataka nifuone aitwa nani hasa? Mimi naitwa Ramazani Adam lakini na na familia ama tishatini tukatufahamu kwanza kabla kufanya kazi na Diamond. mm -hmm. Tegeta Kids yasa imetokea ya wapi? Yasa, na ilianza lini? linis lianz rasmi ilianza elfu eh, mm -hmm. mbili na ishirini na tatu, yes, mwezi wa nne. Kipindi hiki likuwaje? Niliwakuta watoto hawa walikuwa na bimu kubwa, niliwakuta amesha kusanya. Basi baada hapo, mimi nikaja siku moja mazoezini, nikakuta nafanya mazoezi wenyewe tu ile basi, tuile basi nikaja, baba mkubwa, nataka mona wadogo ana kitu. Basi niliingia pale nikafundisha nyimbo basi, baada ya kuwafundisha nyimbo, watoto wakaelewa, muda huo huo fast, mkubwa akasema uona kitu sana na nataka tubaki hapa tuendelee. zamani kuna walikuwa wanatumia zamani kabisa ile mkubwa, ili mimi tufanye kitu kiwe kikubwa, tunabadilisha jina sawa kabisa, ili mimi nianze na mifumo yangu sasa, hata kama ikitokea kutokea kesho kutwa asitokee mtu mwingine sababu mimi mwanzo sijui. Sasa tukabadilisha jina, nikatoka katika ile Tegeta Kids nikawa na akaunti yangu mimi hapa akaunti yangu nikaitoa, nikaibadilisha mm -hmm. ya kila kitu ndio. Okay, tukafungua tiketi kiti. Basi baada hapo, ndo safari yetu ilianzia hapo. Nashukuru mm -hmm. Mungu mpaka hivi leo alhamdulillah. Asante sana bwana, nikupongeze pia kwa idea ambazo ulikuja nazo kwa maana changes pia na mimi kwenye ushirikiano, ndo hapo kuna mafanikio zaidi. mm -hmm. na nataka nifahamu hasa uh, mwanzo ulikuwa gani mgumu sana mm -hmm. na ni situation gani ambazo ulizipitia mwanzo, wakati unaanza mm -hmm. zikakufanya sasa hapa bwana iki mm -hmm. naelekea kukata moto hapa Da, kiukweli mimi mm. sikuwahi kukata moto, labda watu walikuwa waokepe nyuma yangu walikata moto <laughs> <laughs> <laughs> yani, kiukweli hasa <laughs> kama familia yangu faza <laughs> hasa, mimi mkubwa wangu wa otale mm. faza naye faza linaambia bwana, hizo mm. kazi unazofanya misioni kama kuna mwisho hasa, wewe mm. ni mtoto wa kiume inabidi na we, familia na nini? Mm. kaambia mimi, mimi, mimi kwa sababu nimeanza kumzutumbua mzee tangu nipo darasa la tatu, yani mm. mm. nazo achana nazo, nikamwambia bwana, kiukweli mimi mm. siwezi kuacha mm. Anasema, nakupa mwaka mmoja tu mm. yani, ambao ndo mwaka huu 2025 <laughs> <laughs> mzee anakupa mwaka mmoja tu, mwaka ukiisha mm. au hujafanikiwa katika mambo yako acha, ikiwezekana mm. njoo nyumbani mm. nikupe mimi kazi ya kufanya mm. kama mashindo mm. Nikaambia bwana mzee sawa, nikamwitikia, kwa sababu tayari ni baba, sasa lazima nimwitikie, nikamwambia sawa. Lakini sasa akanipa hasira sasa, ni kama ndo kichwa kina kina update mara mbili mbili, mzee ameniambia mpaka ndo mwisho huo, vinginevyo tunagombana naye, na mimi gombana na mzazi wangu, siwezi, sitaki. Sasa hapa cha msingi ni sigombana naye, lazima nimuonyeshe kwamba hicho ninachokifanya kiko sawa kabisa. Kwa hiyo nashukuru Mungu, tumesimba day ile mm.

Mimi naonekana nilikuwa hapa chini na shoot. Tumemwona bwana alama bwana Simba Day bwana jamaa kaangalia, akanipigia simu. Simba Day bwana mseka jamaa kaangalia akanipigia simu. Nakuona Simba Day nikamwambia yeye faza mwaka mmoja. Haina shida. Mwaka mmoja anajua anaishi na vipi. Ehe. Kuona ya Diamond nanaishi naovipi. Ehe. wanamwambia. Shukuru Mungu kwa bless. Na dua zinakuwa nyingi na mimi kidogo ninachopata na gawana nao kwa sababu natafuta kwa ajili yao. Okay, sawa. Nataka mmefanya mm -hmm, kazi nyingi sana na wasanii, hasa kabla ya Diamond. Mliwahi kufanya nao before? Mwanzo, tofana na wasanii wengi sana mwanzo, kweli hapa msanii ambaye tujafanya naye sisi kazi mm hapa -hmm, Tanzania ni Mbosso. Mbosso. Alikiba na alikibaake anin kidedeawatoto kwa mazombi mlinda Zuchu tushafanya naye show ah, okay. Fanya show mwezi wa kumi na mbili ah. yes, baada hapo a tukashinda manda challenge ah. Yeah. chino chino tumefanya naye, chino tumefanya naye kazi nyingi sana, ati eh, mig boys to girls ah, okay sana so. Yes. Nataka nifahamu hasa kazi ya Diamond yuki, kweli mwa introduce vizuri sana mm. hata mimi nimewafahamu kupitia kazi hiyo. Nataka nifahamu hasa simu ya Diamond ya kwanza kabisa kacheki mweza kufanya naye kazi ilikwaje hasa? Siku ya kwanza tulipigwa na tulipigwa na Densa Densa, alivyopiga simu akaongea na bibi mkubwa, atukujua mimi sikujua, na Densa kanambia kuna video vitufanye, sasa tunatolea wapi? mm ambia ina shida mm, msanii nani? Sijaambiwa. Sawa, mimi mimi mm, ndio nikafanya nikakusanya watoto kama kama themanini na tano hivi. Ilikuwa Ijumaa hivi video, niambia Jumamosi basi tu tutumie nyimbo. ni msanii gani anasema? msanii mkubwa wake atakayetuma nyimbo, nikaona hapa hapa pakubwa Monassi alivyonielezea kwamba haitakiwi ngoma kutoka yeah. Nikaona huyu huyu msanii mkubwa sana, so ah. Nikawambia nika, nika, nika, nika, bwana sisikilizeni nyimbo iloshindwa kutumwa, lakini sisi tunachokifanya sisi hapa yeah. Tunacheza staili mama za mapiano, kama itakua mapiano tutaziweka staili hizi, kama itakua hii na tulichokifanya yeah. Kesho yake kashindikana kushitika vile video yeah. Wiki iliyokuja nao pia Ijumaa yake, sasa ndio nikapiga simu mimi, akakuwa tuna madam, nikapiga na, na uongozi wa director Joma, ndio akaniambia, bwana moja mbili tatu nne tano video afanyika kesho, na nikamwambia sasa iwe uhakika, so, kama naita tena watu Ijumaa, anakuja akaniambia, eh akanitumia ile nyimbo, kusikia nyimbo, amsikia mwenyeji kesho, nyinyi eh sema ticha nini? Nikamwambia, sijipangeni kwanza, mimi siongee chochote hey. Sikilizeni ngoma sasa. Ngoma imepigwa zile stop anaia akasimama, yeye bwana, tumepata bahati, Mungu katuona, tufanyeni uh -huh. basi bas, tukafanya pale alhamdulillah, na nashukuru Mungu sikila bwaa bwana Mungu mbele na <sighs> nakutana, nakutana nae, wapi, na Diamond hasa. Nakutana naye wapi, na first time nakutana naye ilikuwaje, na nini, nae aliwaambia sisi tumekutana katika Yes, katika setup okay. Na, okay. Na, yeah. Tumepata muda wa kuongea naye vizuri, yeah ilikuwa ni setup ya usiku ya ndo ile kama mawinguni, ah, kama kuna kama mvua. Yes, eh, eh, eh, lakini kule shule ilikuwa ni mapema, kwa hiyo kule alikuwa yuko busy wanaimba nini? Eh, hivi video ile, akasema da, madogo hawa wana kitu sana, bado hajajua na kina nani. Siku kutoka nje, mimi nikamwambia watoto, jamani, nendeni mkamfuate Diamond, mimi nikisema niende pale, siwezi kuenda pale sababu mambo ya bodyguard ni wengi. Kweli akatoka mtoto mmoja akaenda pale akaongea naye, anamshukuru, hapo ndo akamgusia akamwambia, sisi ndo Tegeta Kids, ulitumiaga message ukasema utakuja ukitoka Uingereza, ndo sasa anashtuka Mondi. Ah, Tegeta Kids njoo, ah bwana safi sana basi tutaonana mm. Sababu kuna shoti nyingine za kurudi shule tena kuzimalizia, umeona mm. mm. Yeah, tulivotoka hapo tukarudi shule tena kule ndio ile usi, usiku ndo ile shoti tumepiga naye pale mpaka magi akalia, yeah. Ilikuwa ni baada ya kutoka indoor. Okay sana, video ilivyotoka hasa, mapokeo yakoje? Hasa mapokeo hasa kwenu nyinyi kwenye kundi lenu, na simu zimekuwaje? Hasa tumepandisha sana followers sana, yes, yeah. Yeah, pia simu zinakuwa ni nyingi sana, yes, yeah. Yeah, pia watanzania wote wanaokuja wanatupokea vizuri, unaweza kamepea ustaa lakini watu waja, waja kupokea n yani, yeah, yes, yeah, yeah, wana komenti mbovu yeah, kwako lakini sisi kwetu ustaa wetu tunashukuru Mungu wa Tanzania, wengi sana wanatuombea dua yeah, okay, na wanatushauri tunapoona ushauri wa maana, japokuwa tuwezi kumjibu mtu katika komenti yeah, lakini tunaofanyia kazi like yes, yeah. Na, na, nataka nifahamu la, la mwisho hasa kuendesha kundi la watoto wengi kiasi hichi hasa kukoje, hasa na hawa watoto kuhusu maisha yao ya shule paku ikoje? yeah. hasa kweli kuna changamoto sana, kwa sababu kila mtu hapa ana kiu yake na ubongo wake na akili yake Mbana. Lakini kuna wakati kama mwalimu nakuwa mkali ili kuwatengeneza wao waelewe. Pia kwenye swala la shule ni swala ambalo nawagusiaga sana, kwa sababu sasa hivi mziki umekuwa international, huwezi kwenda kuperform nje ujasoma lugha ujui sana sana unaweza katumika hata kufungasha siku ukajikuta umebaki kwa ile, ili uwe ukiwa mkubwa, mstaa mkubwa, sababu wote tutazama tamaa twende Ulaya ya kweli naambia sasa hiyo, Ulaya mnaisemea hiyo huwezi kugurupuka tu, yani kaenda kwa sababu kule unatokutana na watu ambao wamesoma na njia zake so lazima sasa uwe umesoma yeah. Ujue hata wao wenyewe wakikuuliza waki, waki, swali la kwanza the first time unajibu, sababu huyu dogo anajielewa, anajielewa, ukienda kule tu, hey, miss, I know, I don't know English, wewe ongea mimi nitaongea, naambia bwana milioni kumi na yeah. knakujaukia amesema milioni tatu tunafanyaje? zinajua yeah, <laughs> yeah. Wewe leo unasahi milioni tatu, kumbe milioni saba zote unapoteza. Kwa hiyo lazima ujue, upate elimu, upate uelewa, ujue lugha mm. Utakuwa mkubwa zaidi na utaweza kujiongoza. Wote wako shule. Wote wako shule, pastori kwamba mpokee watoto ambao wasomi, hatuwezi kupokea watoto ambao wasomi kwa sababu gani? Labda ah, kama yes, labda wamemaliza kwamba nimemaliza shule uh, uh, lakini sweti ya muda wa kuwepo shule ya somi uh, yes. Uh, uh, so, uh, kutu, mm, kwa nini ah, atakuja kututengenezea. Kuna namna niliona alikuwa na promise kwenye kundi lenu kwamba atawasaidia hasa mm. Ni vitu gani aliwaahidi Diamond? Alituaidi vitu vingi sana sana sana, yeah. yes. yeah. Atakuja, Ah, atarudi takuja yeah? kia, yes, alisema nitakuja kuwatembelea yeah. yeah. na nikija, yeah. tutaongea vizuri, tutapanga mengi sana nyinyi, lakini bado ipo na sisi kwa sababu, uh-huh. Ingekuwa inge, ingekuwa ile tunaona kabisa hata zewe Wasafi wa, wa, vi, achana na video kutoka promo, wanaotupa ni support kubwa sana kwetu. mm -hmm. Mwenyewe kwa ile video ya juzi kati hapa ameaccept imeenda viral sana. mm -hmm. si kwetu ni kama kaja yani, kwa zewe kwa vitu wanavyotufanyia ni kama karibu na sisi, yeah, okay, yeah. kwa sababu ni msanii mkubwa kwao, tunasubiri tu kama siku atakuja kabisa hapa sawa, lakini siku pote tu kama tayari ashakuja na tunamshukuru, na pia kama atapata tunamwombea Mungu apate moyo aweze kufika hapa akipata nafasi atukumbuke. mm -hmm aje hapa kwa, ki yeah. Kwa sababu tuna malengo oh. makubwa sana, Tegeta Kids, kiukweli sisi malengo yetu yeah. makubwa ni kufungua shule kubwa kabisa ya muziki, kwa sababu kiukweli mtani unapaja vingi sana vinapotea okay. unakuta mtuwa, ni mtu ni professional wa kitu fulani yeah. lakini baadaye unakuja kumkuta yupo sehemu fulani uamini "Na mwanangu wewe bwana upo nah, yeah. huko." ka hivyo maisha bwana yeah, sasa sisi sisiki tunataka tujaribu yeah. kusevu hata serikali nao ikituona yeah. itutilie nguvu hapo yeah. sisi ndio target zetu kubwa. Ndio maana unaona sometime yeah. watu wengine hapa hawana uwezo mkubwa wa kucheza, lakini sasa sasa hivi kuangalia yeah. ukishuka chini kabisa utaona bisa hata umage mwenyewe chini kabisa mshuka chini kabisa muangalie mage anacheza zamani alafu yeah. yeah. yeah. muangalie muangalie sasa hivi anavyocheza kwa hiyo mtoto anapenda mm. tu, hata kama mtoto anapenda hata kama mtoto kaja mimi natamani kucheza anapenda mm huyo anapenda, tuna, tunaanza kumfundisha, bwana, fanya fanya fanya fanya hivi, anabadilika tu, kwa sababu mtu akipenda kitu mm. amna mtu alizaliwa anajua Sa Sa. na mwisho, sasa, unaambiaje uh, watu wanawapataje pia na naushauri gani na sasa kwa jamii uh, namba za simu ni mkubwa pa, lakini namba zangu ni sifuri sita mm. kumi na mbili thelathini na nane kumi na sita arobaini na mbili, hizo ndo namba zangu mm. pia akaunti okay. okay. yetu ya Instagram ni Tegeta Kids na TikTok ni Tegeta Kids. Mm. Pia YouTube channel yetu tulipotezake tuli, lakini tumefungua channel nyingine na niliomba Tanzania tu subscribe kidogo, na shukuru ndani ya siku moja imeingia subscribers zikaribia mia sita. Okay. Sa, Tanzania tunawapenda sana pia tunaomba. nta Tegeta Kids hivyo hivyo. Yes, hivyo tunaomba endelea kutusupport. Tunashukuru sana pia tunapenda sana pia tunahakisha kwamba tutaandaa makubwa na mazuri. Yes, yes. Inshallah. Bana niko pale nazungumza na Mwalimu Tisha wenyewe anamuita hapa Ramadhani sijakosea jina, si ndio? Yes, ambaye yeye ndo uh, anashinda na watoto hapa anaelekeza vitu vingi vya kufanya. Na bahati nzuri tunazungumza na watu wengi sana. Tumezungumza na uh, Mage, Mama Mage pia na mwalimu pia. Of course watoto ni wengi, hatuwezi kuzungumza nao lakini kuna shoti ambazo tumepiga ambazo wanacheza kwao nazo kazitazama pia ili ku kuona namna gani ambavyo kile ambacho kinaendelea, lakini kikubwa ambacho nimekipenda pia kutoka kwao hapa ni kwamba amenambia wao hawachukui mtoto ambaye hasomi yani, watoto wa mtaani wale ambao kwamba anaamua akimbie shule ili aweze ku dance hicho kitu akifanya. Kwa hiyo nimekipenda sana. Kwa hiyo sasa, uh, wanaunganisha ile kipaji na na elimu, si ndio? Yes, ndio kila ambacho kinatumika hapa. Kwa hiyo kikubwa, uh, ni kuwaunga ni kuonga mkono kupitia page zao za Instagram, TikTok, YouTube, pia watumia kama Tegeta Kids. Mimi naitwa Victor Madaha, asante sana kwa wakati wako. Bianze kamera ilikuwa riziki bwana, kwa mbali kabisa kule namuona Omarish Tema, asante sana. Thank you.